Mtu mzima mtoto sehemu ya kumi na mbili. Ilipoishia akiwa hapo kitandani huku akiwa na taulo pekee, alijilaza kifudifudi na kufanya makalio yake kuinuka kama vilima viwili. Taulo lenyewe lilimezwa katikati ya mstari wa makalio. Ukisimama kwa nyuma yake yaani uvungu wa makalio ulionekana laivu kwa ufupi wa taulo hilo. Alishika simu yake na kutafuta jina alilolisevu Mihabi. Akampigia. Helo babi, umefika? Ndiyo na kusubiri wewe tu, nina hamu hapa mwenzio kama nini. Endelea, najua mpenzi wangu, lakini. Lakini nini Frank? Nimepata dharura mchana huu, nahitaji kwenda mbali sana huko kijijini kwa babu yangu, kuna tatizo limetokea. Kwa hiyo hautakuja? Sitaweza mpenzi wangu, sikupanga hivi, nilitamani sana japo hata nikuone tu, lakini ndiyo hivyo lakini, Frank, si unajua kama na kuhitaji na nikirudi nyumbani na banwa, shuleni na banwa, bora hata shule yetu ingekuwa mchanganyiko tusingebanwa sana, lakini poa poleni. Asante pole na wewe kwa safari, nisamehe kwa kukuangusha. Sawa, usijali. Shani alikata simu na kubaki kitandani. Sasa wakati bado yupo na mawazo kichwani, alisikia mlango ukigongwa. Sefu alibisha hodi ambapo Shani alimruhusu aingie. Kwa upande wake Shani hakuwaza chochote, kama mtoto huyo anaweza kuwaza jambo lolote kwa jinsi yeye akivyolala. Sefu alipoingia tu, damu ya mwili wake ilichemka alipoyaona makalio ya Shani yaliyokuwa ndani ya taulo, ilibaki kidogo adondoshe vyakula alivyoshika. Oh, umerudi mdogo wangu, njaa ilikuwa inauma kweli. Aliongea hivyo Shani, huku akijiinua na kuketi pembezoni mwa kitanda, kitendo kilichomfanya taulo lake kupanda juu kidogo na kuyaacha wazi mapaja yake yaliyonona, ambapo kwa upande wa Sefu alijifanya amechukia. Basi walifungua chakula na kuanza kula, ambapo Sefu naye alichukua chakula kile kile alichoagiza Shani mpaka kinywaji. Haikuwachukua muda mrefu kumaliza kula, ambapo Shani alionyesha dhahiri ni mtoto wa kishua, kwani aliacha chipsi na kuku kidogo. Kwa upande wa Sefu hakuremba, alimaliza chipsi na kuku kisha akasogeza alivyobakiza Shani bila ya aibu. Mwanaume akakandamiza, haya mimi naenda kuoga. Sawa lakini. Lakini nini tena? Pole kwa ajili ya Frank. Kauli hiyo ilimshtua Shani, ambapo hata Sefu mwenyewe aliongea kwa ujasiri. Mm, we mtoto una mambo, kumbe ulikuwa unanisikiliza eh. Aliongea hivyo Shani kwa utani huku akimwangalia Sefu. Kwa hiyo utafanyaje ili kuziba pengo la Frank? Halafu ujue we ni mdogo wangu, tusiongelee haya mambo bwana, utakomaa akili. Hakuna nisichokijua kwenye mwili wa mwanamke. Hivyo amini usiamini hata mimi ninaweza kuziba pengo la Frank tena zaidi yake. We mtoto maneno yote hayo umeyatoa wapi? Hawa watoto wa Kikwete kweli wana mambo. Usijali, nenda kaoge, mimi ngoja nipumzike. Haha, mdogo wangu wa kidigita. Aliongea hivyo Shani na kuingi bafuni humo ndani ya hicho chumba. Baada ya dakika saba Shani alikuwa ameshamaliza kuoga. Alijifuta maji vizuri ambapo nywele zake ndogo kabisa zilizokuwa na asili kama ya Kiarabu zilijilaza vyema kichwani na kumfanya aonekane mrembo zaidi. Lakini alipotoka bafuni akiwa hana hili wala lile. Pindi alipotupa macho kitandani, mwili wote ulimsisimka na kujikuta akiishiwa nguvu. Hakuamini alichokiona. Kiukweli, Sefu alikuwa ana makusudi. Alijilaza hapo kitandani bila nguo hata moja, kisha akaitanua miguu yake na kuliacha dudu lake lililokuwa refu na nene likigusa shuka iliyotandikwa kitandani hapo. Shani alitumia kama dakika mbili kulitazama dudu la Sefu, ambapo kiukweli kutokana na hamu aliyokuwa nayo alijikuta akilitamani kulikalia japo kwa sekunde chache tu. Ila huyu mtoto ana makusudi jamani, ila siwezi kujivunga Alijisemea moyoni Shani huku akifikiria atamwanzaje Sefu aliyekuwa amejifanya kama amelala. Shani hakuwa na jinsi, alichokifanya alipiga hatua za taratibu mpaka mlangoni na kuufunga mlango vizuri na funguo. Muda wote huo alikuwa akitembea huku mkono wake mmoja ukiwa kwenye kitumbua chake. Shani alikuwa na hamu iliyopitiliza ukichanganya na kuliona dudu la Sefu, ndio ikawa balaa kabisa. Sefu kupitia macho ya kuibia alipomwona Shani ameufunga mlango alifumbua macho yake na kumtazama Shani usoni mwake kwa kumkazia. Shani wa watu alikuwa akicheka huku akiangalia chini kwa aibu, kisha akaja na kuketi pembezoni mwa kitanda. Wanionea aibu mdogo wako? Hamna. Ila mna unaguna nini jamani? Hapana, sijawahi kuona. Usijali, ni kawaida tu hii. Njoo basi kitandani, mrembo wewe. Alipoongea hivyo Sefu, Shani alikuwa kama akiona aibu, kwani alijivutavuta kupanda kitandani. Baada ya kuona Shani anaona aibu, Sefu aliupitisha mkono wake na kumshika kiuno. Mtoto wa watu alinyooka kidogo taratibu na kupeleka kifua chake mbele, huku akiweka mkono wake juu ya mkono wa Sefu uliokuwa unapandisha juu kumfuata dodo zake zilizosimama haswa. Mapigo ya moyo wa Shani yakaanza kwenda mbio, huku akihema juu juu kwa shida. Sefu alilivuta taulo alilojifunga Shani na kumwacha mtoto huyo wazi kama alivyozaliwa. Kiukweli, Shani alikuwa na tumbo zuri la kimahaba lililonyooka vyema. Kwa aibu, Shani alijilaza kifuani kwa Sefu. Hapo ndipo Sefu akaanza mautundu yake. Alimvuta Shani na kuanza kumnyonya Denda. Shani alitoa ushirikiano wa kutosha huku akiguna kimahaba wakati ulimi ukiwa ndani ya mdomo wa Sefu. Basi Shani alipopanda vizuri kitandani na akiwa juu ya Sefu, alijipanua mapaja yake na kumweka Sefu katikati yake. Shani alichanganyikiwa Denda ambapo mikono ilikishambulia kichwa cha Sefu kwa kukishikashika. Sefu alijipindua na kumweka Shani chini, kisha yeye juu. Hapo ndipo akawa na uhuru kamili wa kucheza na maungo ya Shani. Alisitisha zoezi la kunyonyana Denda ambapo alizivamia chuchu ndogo za Shani zilizosimama na kuanza kuzinyonya. Sauti za mahaba zilitawala. Shani alilalamika huku akifanya kama anakatika kiuno chake. Sefu alizidi kuzinyonya chuchu hizo, huku vidole vyake viwili kwa mkono wa kulia na kushoto, vyenye kucha ndefu wastani, vikiwa tayari vimeshavamia ngome ya masikio ya Shani vikimtekenya, ambapo mtoto wa watu alisisimka na kuzidi kupiga kelele za mahaba, ambapo Sefu hakuwahi kukutana mwanamke aliyepigwa kelele kama huyo. Alizidi kupiga kelele za kimahaba mtoto wa watu, huku akizungusha kiuno chake. Sefu hakuelewa akashangaa, Shani anamgangania kichwa chake na kumkandamiza kifuani hapo kumbe mtoto wa watu ndio alikuwa anakojoa. Alipiga kelele za mahaba Shani huku akimalizia kumwaga uji wake, ambapo Sefu ilikuwa mara yake ya kwanza kumshuhudia mwanamke akimwaga uji ambapo uliruka kama wa mwanaume. Kumbe wewe sio mtoto hata kidogo, aliongea Shani huku akitabasamu, kwani alianza kujihisi mwepesi kama mtu aliyetua mzigo mzito aliyeubeba kutoka safari ya mbali. Shani na Sefu walijikuta wakiangaliana kimahaba huku wakitabasamiana. Zilipita dakika kumi ambapo Sefu alikuwa anacheza na mapaja ya Shani akiyashikashika kupandisha tena wa kuendelea na mchezo. Pigo la mwisho katika harakati za kuandana ili kuingia mchezoni. Sefu alilamlaza Shani chali, kisha akipanua mapaja yake na kukiacha kitumbua chake wazi. Hapo ndipo Shani alianza kuongea mpaka lugha ya kikwao. Sefu aliingiza ulimi kwenye kitumbua chake na kukigusa kile kiarage chake kilichosimama kwa hamu kisha kuanza kukisugua. Alilalamika kwa utamu Shani na kujikuta akipandwa na mizuka hasa. Sefu alipona ameshatengeza njia nzuri ya kupita dudu lake. Alimweka sawa Shani na kumjia kwa juu kwa juu kisha akamchomeka dudu lake lililokuwa likiingia taratibu. Mm, hajafanya mapenzi muda mrefu au dudu langu kubwa? Alijiuliza hivyo Sefu baada ya kuona dudu lake likiingia kwa kusitasita. Sefu jamani ingiza taratibu, aliongea hivyo Shani kwa sauti iliyozidiwa kimahaba. Sefu alipoona kama dudu lake limefika mwisho hakulazimisha kulikandamiza ili liingie lote. Alichokifanya, alianza kupampu kwa kina hicho lilipoingia dudu lake taratibu Sefu alilalamika Shani wakati akijilamba midomo yake na ulimi, huku macho yake akiwa anayafumba na kuyafumbua bila kueleweka sehemu maalumu anayoiangalia pindi afumbuapo. Kwa mwendo wa taratibu, Sefu alimsugua Shani ambapo ilifika wakati Sefu alitumbukiza dudu lote, ambapo Shani kwa haraka aliweka mikono yake kwenye mapaja ya Sefu kumzuia ili dudu lisiingie lote. Ah, usingiize lote jamani. Sefu alikazana kumsugua Shani ambapo kutokana na kubana sana kwa kitumbua cha Shani alijikuta akimwaga mapema lakini haikuwa mwisho wa safari. Shani ndiyo kwanza mizuka ilikuwa imekuja juu sana hivyo alipomwaga hakuchomoa dudu lake. Aliunganisha na mzunguko wa pili. Shosti, dunia imeisha siku hizi kwa nini? Hivi unajua humu ndani kuna binti mkubwa na mtoto mdogo. Weye ndiyo aliye hivyo. Nami ndio nashangaa shoga yangu, au atakuwa kijeba? Hamna, ni mtoto kabisa, mi kanisalimia pale mapokezi shikamoo. Du, basi kuna kitu cha zaidi anacho, sio rahisi mkubwa aliye bure. Mm, ngoja akitoka humu ndani nitamuwinda mpaka nijue kwa nini anamliza hivi dada wa watu, tena analalamika kabisa, asiingize yote. Na wewe rafiki yangu, haya, huyo mtoto mdogo atakupa nini? Maana najua bila pesa hutoi kitumbua. Siyo lazima pesa, kama atakuwa yuko vizuri nikimpa, nina hasara gani? haya bwana. Haya yalikuwa ni maongezi ya wakina dada wawili waliokuwa wahudumu wa gesti hiyo, walipata kuzisikia kelele wakati Sefu akitoa dozi kali kwa Shani, ambapo mmoja alijiahidi lazima atamfuatilia Sefu ili ajue kwa nini Shani alikuwa analalamika sana. Tukirudi kwa upande wa Mama Sefu ambaye tangu jana yake hali kwake ilikuwa mbaya, hakupata hata lepe la usingizi kwa kumuwaza mwanaye Sefu. Jana yake alishaulizia kuhusu basi alilokuja nalo ambapo aliambiwa limefika salama bila kupata ajali. Sasa mwanangu atakuwa wapi jamani? Alijiuliza swali hilo Mama Sefu huku akiwa stendi asijielewe atampataje mwanaye. Akiwa amesimama hapo pembeni kidogo ya mabasi, mara kwa mbali akamwona rafiki yake ambaye ulipita muda mrefu hajaonana naye. Kwa namna fulani aliipoteza hali ya huzuni usoni mwake na kutengeneza tabasamu la kulazimisha basi. Walipokutana walikumbatiana huku mama huyo akionekana kujawa na furaha sana baada ya kumwona shoga yake kipenzi, mama Sefu. Marafiki hawa wawili waliona haitoshi kuongea huku wamesimama. Hivyo walitoka nje ya stendi na kutembea kidogo, kisha wakaa sehemu fulani nzuri na kuagizwa chakula na vinywaji. Stori ziliendelea huku wakifurahia hasa. Kwa bahati mbaya au nzuri, mahali ambapo mama Sefu na rafiki yake walipokaa, ndipo Sefu alipokuja kununua chakula jana yake mchana na jioni, na hatua chache mbele ndipo gesti waliolala ilikuwepo. Kibaya zaidi, kwa jinsi walivyokaa, macho yao wote walielekeza kwenye gesti hiyo ambapo Sefu na Shani wako ndani yake. Itaendelea.